Shikamo mama, wewe jamani, au sioni vizuri? Mimi ni mwanao nimekuja, tabasamu hata kidogo mama. Shikamo, natetemeka na shanga jamani, hata mkono mama. Baada ya miaka kumi kupita ndio nakumbuka kurudi nyumbani mama. Siamini kama ndio wewe. We mtoto umechakaa wewe jamani, masalfeti machafu matanga ma, ma, na njia mabegi yamekuwa vumbi wewe ulivyochakaa mwanangu, mpaka dala zote zimekuisha. Nimekuishia. Sasa mama, lote zinatetemeka. Sikiliza mama. Wewe mtoto wewe. Sikiliza mama nikwambie, yeah. Mimi nimetoka kule, nimekutana mwenye kiti. Haya haya. jamani Yaani hamtaki mnione we we lakini mama asikiliza basi mbona unaongea sana mama asikiliza mimi nimekuja mwanao nilitegemea nikifika hapa <laughs> utakuja hata na furaha mamangu mambo gani na haya. Jamani. Hebu one jamani. Jamani. Sawa mama lakini tuongelee ndani sasa kwamba kunipokea hivi mama bana Mama, nipite mimi, ni nani nipite huko bwana. Kama mtoto wa momtoto mtoto. Eh, akabeba mavyombo machafu na mizigo machafu eh? Maviatu yamechaka mamizigo maimeusi sio mwa wewe <tip> Bwana <coughs> <coughs> mambo unasemaje? Salama kabisa. Majiko anasemaje? Aisee Mungu mwema. Mchakato vipi? Ah, Mungu anasaidia. Eh, naona upo mwenyekiti. Nipo bwana. Eh, naona umetoka ofisi unajulisha nyumbani sasa. Ah, nimetoka kwenye majukumu. Naona kidogo nirudi nikamwandalia binti yangu chochote kitu. Sinajua bado muda wa kutoka shule unakaribia. Eh, ni kweli ndo wakati wao <coughs> <coughs> <coughs> yakinikuta sipo nyumbani. Eh, hey, afu kizingatia huko mwenyewe nyumbani hey. Unajua, sisi bwana bado <laughs> Sasa, naam. Na taarifa zako bwana, Ukiwa kama sani, ukiwa kama mtu wa serikali mwenzangu bwana, siwezi kuzifumbia macho. Ni bora, Ni bora nikakwambia. Ndio. Yeah. Kuna taarifa ambazo sio nzuri sana kwako bwana. Pita mtaani huku, si unajua bwana sisi tunajichanganya kwenye makundi tofauti, yeah. tofauti napita huko mtaani bwana napata stori za tofauti kila kona. Mwalimu Mtwale, Mwalimu Mtwale, yani changamoto tunazopitia, mana inavimiza. Hali yako kama unavyoona, haibadiliki, inazidi kuwa mbaya kila kukicha, yaani kila siku afadhali ya jana, na ukizingatia, mtu pengine wa kunisaidia majuku madogo madogo ya kukutiza mayo nyumbani Ndo kama mwanao unavyomuona hapa, ametoka asubuhi mpaka sasa hivi hajulikani yuko wapi. Unaacha sasa, hajulikani. Nyumbani kwa mgonjwa sio mtu mzuri, anaharibu watoto. Sasa nikasema wewe, ni ni ni, ni, ni mwenzangu bwana. Sasa siwezi nikaacha kufikishia taarifa hizi, labda zina ukweli wowote hizo. <coughs> ni taarifa ambazo zinazagaa zina kwa mitaani au zimetoka staff kwangu kabisa kukufikia. Sijasikia kutoka ofisini kwako lakini ni watu wanasema huko mtaa, labda ni kuambia kitu kimoja, mtumishi mwenzangu. Unajua si kila mtu anapenda wazifa ambao uko nao katika serikali, ndio yeah. <coughs> nafanya kazi kwa nguvu <coughs> unabudu, nashinda tu kufanya kazi akili yangu muda wote, nikawaza mama yangu <coughs> nyumbani, hivi si naishi vipi, mtu akumtizama ndo kutwa kuzurura na hakuna cha maana anachokifanya, ile mtu mabuka na mwanao <coughs> <coughs> ongea na mwanao anaoyafanya sio mazuri, anatutia <coughs> eh? aibu kwa kiasi kikubwa sana yani, nani? Mbona hali yako jinsi ilivyo, yani hakumbuki nyumbani, amemwacha nani na, na mimi ao makundi ya vijana, atoa taarifa mbaya na kufujisha vitu ambavyo si sahihi, hazina ukweli ndani yake, kwa sababu watu yani, wanachuki binafsi na sisi watumishi wa serikali. Binafsi kila mtu ana maisha yake, baada ya kutoa katika nini majukumu ya kiserikali kama ambavyo unavyofahamu. Kwa kama taarifa zimetoka ofisini zimekufikia wewe ili na ukweli ndani yake, lakini kama wamezungumza watu wa mtaani mtaani hao, hazina ukweli sawa. So, sasa mimi pengine, unajua maneno ya watu wasiaminiamini sana, wakati mwingine watu wanagere sana. kwa sababu hivi na anakosaje huruma. sanahianakosaji um uy analizika nayo. Yaani kuna muda nafikiria pengine tuuze tushi kibanda. Kibanda ki, baba msiuze. <coughs> Mtakapokiuza. <coughs> <coughs> Mtakosa pakuishi, baba. Ugonjwa wangu nisifi leo au kesho, baba wangu. <coughs> Mtahangaika. Ukiona mtu ana namna ya kufight nini e, inakuwa ni changamoto kumwada. Na ukizingatia sana wanaongeongea ni vijana, makundi ya vijana. Sasa <tipi> sijali bana, tuendelee kupiga kazi, hamna shida. Tena mimi na narudi zangu nyumbani. Haya bwana, usiwe kumsalimia binti yetu. Ah, tutaonana eh, nitakuja kumuona. Haya, poa poa. Haya bwana, wanasema ngoma ikivuma sana itapasuka. Ita jambo sema hana ushahidi, hamna shida. Mjukuu wangu, mm hebu -hmm. Unajitahidi kuoga wewe ulivyochafuka, jamani, jitahidi abu. Ona bibi yako, mimi nimezeeka, hata nguvu za kukuogesha sina. Hebu jaribu kujitahidi, unatoa na tongotongo na kichwa kiko vumbi tu, maji ya kuoga. Sasa kwenda kuchota ndugu yangu mimi nimechoka, aga. Sasa hivi si aibu kabisa mitaani hivi. Nema, mwanangu, hilo unalofanya ni nzuri. unafanya nini tena mama? Yaani uko mitaani mara hii mara hii mpaka watoto wanangekea maneno ambayo hata si ya elimu. eh? Ni nzuri mwanangu, hilo neno. Ni mwanafunzi mwanangu, hilo unalofanya huko mitaani sio? Sasa mama wangu, nisipofanya nini hivyo? ksa kaka akienda kwa mizunguko yake, kuna siku anakosa tnaanja. Haya, mimi sina baba, labda mwenzangu hapa ndo ana baba tunakuja bibi, we babu, we mama, we baba nisipotoka akijaa. Sawa mwanangu, nawe yasema. Lakini sasa wewe ni mwanafunzi mama, sio vizuri, ukizingatia mimi nakaribia kufa na sina ndugu. ningekuwa na ndugu, ningekufa ninge nini, mngeenda kwa ndugu zangu. sina ndugu.

sina chakula chote, sina haya. Ndugu zangu, mtoto eh, hawa jamani, mchaluko jamani, mbona wamecheluka sana watoto eh? Watamwona kweli vizuri baba yao kweli? Na baba yao naye alizidi kutokomea, mpaka watoto sasa wameanza kumkataa. Hivi ni kweli? Ahmaraba nema ujambo, habari za nyumbani? Umetokea nyumbani? Kaka yako na mama yako wapo, lakini nimetoka muda kidogo. Sawa. Sasa unavyoniona hapa, huu mguu bwana ulikuwa wakwako. Nimetoka nyumbani huku, nilikuwa naelekea kwenu na taarifa ambazo sio nzuri zinakuhusu wewe takribani mwezi mzima hufiki shule. Sasa kuna barua kadha wa kadha zimeshatumwa kwenu, lakini wazazi wako hawaonyeshi kupokea na kushirikiana na mwalimu. Sasa wamefikia hatua, wameamua kuniletea barua mimi kama rais wa mtaa au mwenyekiti. Sawa, si unajua e, mimi ndo bosi wa mtaa bwana Kontawa ndo mimi hapa. Sasa mimi nilikuwa nakuja kwenu kuleta mashtaka haya Nategemea sasa niwachukulie hatua mama yako pamoja na kaka yako ukiwemo na wewe, lakini bora nimekutana na wewe. Nataka nijue wewe Neema una matatizo gani hapa. Hapo kwanza unasema kama mimi sifiki shule, mhm, shule mimi nafika, sema yule. Toka nje! Toka nje! Na, nani atoke! Nani atoke! Wewe unajiamini oh, toka nje basi tuyamalize. Toka eh. Eh, hu, na pambia, wewe unajikuta mwamba. Toka nje wewe? Nani Hela yangu utanipa. Mimi mwalimu yule ananitaka kimapenzi. Mwalimu anakutaka? Ndio. Unajua sasa, ndio anapata picha. Unajua anapata picha sasa. Unajua mwalimu anakuwa gamuni muuni sana yule. Kwanza nikupongeze kwa hicho kitu. Kwa kumkataa yule mwalimu. Namuona, namuona ona, na ule mwili wake bonge bonge yule, sasa anatumia dawa mwasilika yule. Simuelewi. Sasa taarifa zake mtaani ninazo kila kona. Yaani jamaa malaya kila kona. Sasa sikiliza. Kumbuka mimi ndo rais wa hichi kijiji mi ndo kontao. Nikisema ndio ndio, nikisema hapana hapana, tutamkimua sasa. Wewe kuwa na mani, achana na hilo, niachie mimi, kwa kuwa mimi ndo kila kitu kwenye hichi kijiji. Mimi yule mwalimu tamtafuta, nitamkanya, nitamuonya achane na wewe kabisa, asikufuatilie. Endapo akiendelea kukufuatilie, nitadiri naye. Kumbuka mimi ndo rais wa hichi kijiji hilo. <tipa> Hey, utakalia huyu muhaya mjinga yote ananija oh, napanga panga. Yani we muhaya wewe, sikupi na hiyo hela, sikupi. Kwa hiyo elfu ishirini na nane yako nakuja, eti napanga unanidai? Rudi kwenu huko Bukoba, wenda ukalime mandizi huko Mbona wewe wenzio wanalima mandizi wameng'ang'ania huko kwenu huko. Rudi huko huko kwenu uhayani uko Bukoba. Na elfu ishirini na nane yako sikupi kwa taarifa yako. Wamekufilisi wanakijiji leo unakuja unazea nini wewe kufilisi? Rudi kalima mandizi huko kwenu huko. Uko nakuja kutafuta nini wewe, utaisoma namba. Na sikupi elfu ishirini na nane yako. Sema ndio. Sema hapana. Hapana. Akiendelea kusumbua, mama kesho tu atabeba mabegi yake ataondoka. Sawa. Mimi huu mguu sasa kwa kuwa ulikuwa ni wa kwenu huku na sasa tumekutana hapa, mambo tumeyamaliza, mimi sasa naomba tu tuongozane, kwa kuwa naona enda huku kila kitu kitakaa sawa. Hizi habari ziishie hapa hapa, usimwambie mama wala kaka, wala mtu yeyote. Aha mema, unajua naye mwenyekiti anatunza siri za watu wengi, aafu mi sio mbea mbea, ukiniangalia unaniona mi na tabia mbea mbea? okay. Eh, ukiona kijiji kimekuamini bwana ujue bwana Eh, mimi natunza vitu bwana. Kwa hiyo wewe usijali, sawa? Mimi nitatunza, lakini mimi na wewe au basi tutaongea, sawa mm -hmm. Eh, kuwa na amani tutaongea, sawa, m... sawa, Neema, sawa. Eh, sasa pongozane.